Bwana Yesu asifiwe. Nipende kuwakaribisha wiki hii ya sabato ya uchapishaji. Kanisa la Waadventista wa Sabato Mikocheni linakuletea juma la msisitizo wa afya na usomaji wa roho ya unabii. Nipende kuwakaribisha wote kwa wiki hii, tujitokeze kwa wingi ili tusikie neno la Mungu kupitia idara ya uchapishaji ambalo takuletea masomo mazuri sana Kwa hiyo tukaribie kanisa la Mikocheni na wimbo wetu kiongozi, itakuwa wimbo namba hamsini na nane kwa furaha. Wote tusimame tuimbe wimbo namba hamsini na nane. macho tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Baba ule juu mbinguni, patakatifu Mungu muumbaji wa mbingu na nchi, na vyote vilivyopo ni mali yako Bwana. Heshima, sifa, utukufu, shukrani, uweza ni vyako milele zote, na jina lako litukuzwe. Masaa haya tunakuja mbele zako, naomba tusamehe dhambi na makosa yetu Baba, tunashukuru kwa ulinzi wako. Umekuwa nasi tangu tulipoachana jana, na leo umetuleta tena kanisa lako. Baba tunashukuru, tunajikabidhi mikononi mwako kwa juma hili ambayo tunaanza juma la maombi kwa ajili ya masomo ya roho ya unabii. Baba, tunaomba gusa kila mshiriki, ili akauwe kufika na kusikiliza kile ambacho umekiandaa kupitia kwa mtumishi wako na mkabidhi mtumishi wako, atakaposimama Baba, mtumie kama chombo tu, na watu wako wawe tayari kusikia na kutii kile ambacho umekiandaa kupitia kwa mtumishi wako. Mpatie nguvu, afya njema, ili atakaposimama anene kile ambacho umeahidi kukinena nasi, tukawe tayari kusikia. Tenda hivyo na kuzidi Baba, kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amina. Ninawakaribisha tena jioni ya leo. Masomo yetu ndio yanaanza. Hivyo basi niwaalike kwamba kuanzia kesho tuwaalike wageni ili wafike kuja kusikiliza masomo ambayo mtumishi wa Bwana ameyaleta ili tujifunze tuwe na afya nzuri ya kusoma maandiko matakatifu. Nipende kumkaribisha mtumishi wetu dada Monica Simoni. Karibu kwa somo la leo. Bwana ni mwema na wakati wote. Nipende kuchukua nafasi hii kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo ameweza kutupigania na kutuwezesha na hata kuweza kuja katika hekalu lake kwa ajili ya kujifunza. Tunarudisha sifa na utukufu mbele zake, na kabla sijaanza niwaletee salamu huko nilikotoka. Jamani, kanisa la Rugalo linawasalimia, lakini pia kanda ya Mwenge inawasalimia. Somo letu ni masomo ambayo yanahusu Roho ya Unabii, lakini hususan limejikita pia katika afya. Nitakwenda na familia yangu nikimtumaini Yesu, hasa tunapofuata mashauri juu ya ulaji na juu ya unywaji. Na tukumbuke ya kwamba afya njema uanzia kwenye sahani yako, afya njema inaanzia kwenye sahani yako. Fatana nami katika mfululizo wa wiki hii, tutaweza kutambua ya kwamba kula na kunywa ni kuchagua, lakini pia kuishi na kuwa na afya njema ni kuchagua, na wakati mwingine pia wakati ambapo tunasababisha maradhi na vifo mbalimbali pia tunachagua. Somo letu limejenga na kujikita namna ya mashauri ambayo tukiyafuatilia tutaweza kula na kunywa kulingana na ambavyo Bwana ameelekeza. Mungu wa mbinguni ametoa kanuni za afya, lakini pia ametoa kanuni za maadili. Fungu letu kuu elekezi linatoka katika kitabu cha Zakaria saba mstari wa sita, lakini pia tutasoma Wakorinto wa kwanza kumi mstari wa thelathini na moja ukianza kwa fungu hili la Zakaria saba mstari wa sita na kuendelea tutaendelea kufuatilia hapo, lakini neno la Mungu linasema